Vodacom, kazi ni kwako Mheshimiwa Juakali. Mheshimiwa Mwenyekiti, naitwa Lijua Likali. Eh, sio Juakali. Lijua Likali. Naam. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi hii niweze kuzungumza kidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nizungumzie kwamba uta kama tunataka kutengeneza nchi ya viwanda ili twende kwenye uchumi wa kati, mimi nafikiri kiwanda ni matokeo ya uwekezaji katika umeme. Lazima tuwe na umeme utakaoweza kufanya viwanda vifanye kazi. Kwa hiyo ni, ni shauri serikali kwamba ijitahidi kuwekeza katika umeme sana, ili tuwe na umeme wa uhakika. Tukiwa na umeme wa uhakika, viwanda ambavyo tunataka vije ama tuvifufue, basi viweze kupata uwezo wa kufanya kazi vizuri. Huo ulikuwa ni ushauri wa kwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nizungumzie hoja hii ya sukari. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania kuna viwanda vinne ambavyo vinafanya uzalishaji wa sukari. Kuna kiwanda cha Ilovo kipo nyumbani kwangu Kilombero, kuna kiwanda cha Mtibwa, kuna kiwanda cha TPC na kuna Kagera. Mheshimiwa, kiwanda cha Ilovo kimefunga uzalishaji wake tangu mwezi wa kwanza, na hii ni kwa sababu ya maintenance lakini leo ajabu na kwamba leo karibu ekari no tani nane za sukari zilikuwa kwenye godown hupo hapo hapo Tabata za sukari kutoka Ilovo zimeuzwa leo, tani nane ili godown lipo Tabata limeuza. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba tuna sukari ambayo imefichwa na wafanyabiashara, wakati Mheshimiwa Rais akiwa na nia safi. Mimi nasema safi kwa sababu anazungumza vizuri ya, ya sisi tuweze kupata sukari na viwanda viendelee. Watu wanaficha sukari, wanasubiri, wanasubiri maintenance za viwanda zikifanyika, wao ndio watoe mzigo, na kibaya zaidi baada ya huu upungufu wa sukari, hawa watu wanataka wapewe vibali vya kwenda kuagiza sukari. Yaani watu wanaoficha sukari kwenye magodauni leo wanataka wao ndio wapewe vibali vya kwenda kuagiza sukari. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba hawa watu kwa tabia yao hii ya kuficha kwanza hatuna uhakika kama wataagiza ambacho wameruhusiwa. Maanake ni kwamba wataongeza, na wakiongeza, viwanda vyetu hivi vitano vinne hivi Vilovo, Mtibwa, TPC na Kagera, maanake vikianza production vitakuta tayari kuna mzigo mkubwa upo kwenye soko. Viwanda hivi vitapunguza uzalishaji, vikipunguza uzalishaji, maanake ni kwamba hawa wakulima wetu, wakulima wangu kule Sanje kule Kidatu kule Mkula, maanake watathirika. Tunakwenda kuua hawa wananchi ambao wanafanya kilimo. Ushauri wangu sasa, naombe serikali isiruhusu kabisa wafanyabiashara waagize sukari nje Wasi, na, na, na, na mimi najua kuna watu wamewekwa humu ndani waweze kuongea maneno, wamewekwa humu ili waweze kusema kwamba wafanya biashara waruhusiwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe serikali hizi hivi viwanda vinne, na kwa sababu serikali hii ina, inaweza sana hawa, hawa mawaziri wanafanya kazi bila kuwa na, na, na sheria haona, haona kazi, basi niombe kama huo ndo taratibu wetu, hata kama viwanda hivi watasema kwamba sijue havina mamlaka haya, tuendelee hivi hivi tu tufunike hivi hivi, hawa wenye viwanda viwanda hivi ndio viagiza sukari ili kulinda viwanda hivi na wakulima. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nataka hili nileke sawa, watu wajue na serikali ijue kwamba kuruhusu wafanyabiashara biashara binafsi kuagiza sukari ni kuua viwanda na kuua wananchi wetu wa Sanje na sehemu zingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, nizungumzie kuhusu Morogoro. Morogoro na viwanda vingi sana, lakini viwanda hivi watu wanafuga mbuzi yaani, na hapa ndipo naposema we have killed our past and we are busy killing our future. Tumeua past yetu na tuko busy kuua future yetu. Mimi huwa najiuliza hivi, nia serikali ya kufanya, kufanya privatization, kubinafsisha hivi viwanda ilikuwa nini Ilikuwa ni kuwapa watu nafasi ya kupata maeneo ya kufuga, kuuza scraper vifaa vyetu hivi viwanda, hizi mashine, kuwa kama scraper, au ilikuwa nia tuongeze uzalishaji na ajira? Kama nia ilikuwa ni kuongeza ajira na uzalishaji, hivi inakuwaje tunakuwa na viwanda yani, kama taifa tumejiminya, tumepata viwanda tukasema wenzetu mviendeleze, alafu wanachukua hivi viwanda wanaanza kufugia mbuzi wanakata mashine wanauza kama scraper. Kama taifa hili ni aibu, na sidhani kama serikali hii awamu ya tano inayosema hapa kazi tu kwamba itaruhusu kwamba hizi ndo kazi zenyewe, yani kazi ilikuwa Mwalimu Nyerere kuunda viwanda alafu watu wengine waje kukata scraper, sidhani kama hii ndo kazi na, mimi, na mifano hapa pale kwangu Mang'ula pana kiwanda kinaitwa kinaitwa MMT nina end over letter hapa ambayo hii se, serikali ilikabidhi kwa mama wa Katari kikiwanda na wa Katari huyu huyu ambaye alikuwa mbunge, end over hivi hapa hiki kiwanda. Kuna watu walikuwa wajui, kama mlikuwa mnaona vile vifaa kama ni mapanga manini, yana picha ya picha ya uh, mamba ilikuwa ni Mang'ula. Kiwanda tumekabidhiwa kikiwa kizuri, kikiwa kina kila kitu, lakini pale unakuta sasa hivi kuna mbuzi tu. Mbuzi ndio wapo, umle ndani, mbuzi ndio wanafanya, ndio wanachungwa pale. Lakini unajikuta eti mtu naye mwekezaji anawekeza nini? Huyu mtu unawekeza kwa kuua, kwa uchumi wa nchi kila kiwanda kilikuwa kinatoa ajira pale, serikali kaamua kutoa ikasema endeleza. Na niombe waziri, twende kule kaone, aone kiwanda hiki ambacho kilikuwa kina manufaa katika nchi yetu, leo kiwanda kimekuwa cha kufuga mbuzi. Hatuwezi kujenga taifa la hivi, na tukiongea hivi, hatumwonei mtu, tunaongea ukweli, kwa sababu ya faida ya taifa letu. Kuna watu huko hawana kazi, hawana ajira, tumetoa viwanda, watu wanafugia mbuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini kama itoshi kuna kiwanda kingine pale ikwepo kii kiwanda nyiwe mna, engie mnafahamu vizuri wakati reli hii ya TAZARA inajengwa vifaa vya kutengeneza yale mataaluma yalikuwa pale Mangula. Mwalimu Nyerere kaacha kiwanda kizuri, viwanda vya Ilovo, viwanda vya Mtibwa spare zake ilikuwa zipata Mangula. Leo kiwanda mtu anachukua magari kwa mag masemtral, anapakia chuma chakavu, anapeleka kuuza. Sisi tupo tu hapa, taifa lipo, serikali ipo, kiwanda kinahujumiwa, nchi naliwa, tunasema wawekezaji. What kind of this business are we serious no? We are not serious and never be serious. We have killed our past and we are busy killing our future. Ukiuliza, anaongea mpinzani anaongea ukawa. Come on, let's be serious. Tunazungumza uchumi wa nchi hapa. Nimeomba wasiri twende tukaone kule kiwanda ambacho wamesema mempa mtu mkaone. Naendelea. Muda wako ndio huo. Nashukuru.